Kutoka Mtwara hadi kuwa staa wa kimataifa, huyu ndiye Harmonize maarufu kama Konde Boy, cheshi Tembo. Leo hii ni mmoja wa wasanii wakubwa barani Afrika, anayetikisa anga la bongo flava na mapiano, lakini safari yake haikuwa laini. Kutoka kijijini Mtwara, kijana mwenye ndoto kubwa alianza kupambana ili sauti yake isikike mbali zaidi. Harmonize aliishi maisha magumu, lakini hakukata tamaa. Aliamini siku moja sauti yake itasikika mbali. Hatimaye ndoto yake ikamfikisha hadi WCB Wasafi chini ya Diamond Platnumz. Lakini baada ya mafanikio, Harmonize aliamua kuanzisha lebo yake mwenyewe kwa The Boy Music Worldwide. Na tangu hapo amekuwa akiwakilisha mziki wa Tanzania kimataifa kwa nguvu kubwa zaidi. Kama umefurahia na unataka kuendelea, shuka hapo chini kwenye description utaona linki ya simulizi kamili ya Harmonize. Usisahau kulike na kukomenti na kusubscribe.